Karibu sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Asante nanyi karibuni Zogoali. Majina naitwa Rajabu Rajabu Angola, ndio mwenyekiti wa mtaa wa Zogoali. Ah, maendeleo ya mtaa wako yakoje, Mheshimiwa Mwenyekiti? Maendeleo ya mtaa yanaendelea kwa kasi zaidi na nguvu na hali mpya kwa juhudi za mheshimiwa wetu Rais Mama Samia Suluhu Hassan kwa kutuongezea madarasa lakini bado tuna watoto wengi na ametuahidi atatuongezea tena madarasa mengine. Tulikuwa na madarasa man, manne sasa hivi tuna madarasa sita. Ni shule ya shure, msingi ama sekondari? Ni ya shule mm -hmm ya msingi. Yana uwezo wa kubeba wanafunzi wangapi mheshimiwa mwenyekiti? Yale madarasa kwa kweli yana uwezo wa kubeba, kila darasa moja linabeba watu themanini. Changamoto zilikuwaje nyuma kabla shule ile Yaani kabla ya kujengwa hii shule ya Zogoali kwa kweli tulikuwa na changamoto ya vivuko, watoto kwenda shule Lubakaya walikuwa wanapata shida kipindi cha mvua kwenda Nzasa, na walikuwa wanavuka mto kwenda Gogo, nao walikuwa wanapata shida kuvuka mto. Kwa hiyo kwa kweli tulikuwa na shida sana, wana, wana Zogoali. Tumeona shule ya msingi ya Zogoali imeanza kujengwa na mmepewa baadhi ya madarasa, labda uhitaji wa shule hiyo ni nini? Uhitaji wa shule ule kwa sasa hivi tulikuwa nayo ni kuongezewa madarasa na kuongezewa walimu, kwa sababu walimu bado ni wachache, watoto wengi hasa mlo huu. Yani madarasa tuliongezewa mawili ni madogo, yani tungepata hata madarasa matatu. Kidogo tulikuwa na kisima kirefu lakini kisima chenye maji ya chumvi, ila tumepata mfadhili mwingine wa kujitolea kisima kifupi chenye maji baridi. Je, hali ikoje katika changamoto ya miundombinu ndani ya mtaa wako? hata ucha, <coughs> asa, kipindi cha kuja kwa inanyesha, hasa kipindi hiki kwenye changamoto ya miundombinu kwa kweli, hiyo ni shida kwa sababu kwenda zahanati yetu ya Zogoali kufikika ni ngumu hata bajaji, kutokana na hali zimekuwa ni maji maji, michanga zaidi. Kama tungepata vifusi kuelekea zahanati, tungeshukuru sana. uhitaji wako haraka sana ni, ni kivuko kipi ambacho unaweza kuelezea serikali kusaidia kwa haraka sana, hasa kipindi cha mvua? kwa kivuko kwa kweli kivuko cha kwa mbili ndio kinatupa shida sana. Kimetengewa bajeti ya awamu tatu zilizopita, naona no, na, wanatuahidi waliahidi kwamba watajenga watajenga, lakini mpaka sasa hivi bado. Kwa hiyo wakazi wa wazogwa wazogoali kwa mbili ambao wanajumuisha na mitaa mitatu ya Robakaya na mtaa wa Ngobedi na Zogoali yenyewe, kwa kweli kile kivuko kinatupa shida sana sana hasa kwa kijiji cha Mbuga. Eh, namshukuru Mheshimiwa mbunge wangu Jerry Sila anatupambania sana pamoja na meya wetu bila moto. Wametuahidi pindi tutakapoisha mvua hizi watatupatia kivuko kilichokuwa sahihi, hasa wa wakazi wa kwa mbili. Ila kwa sisi juhudi binafsi, mimi mwenyekiti, pamoja na wajumbe wangu, tukishirikiana na wananchi na wadau, tumeweza kujenga vivuko viwili, kivuko kimoja cha Kalabat na tumeweka kifusi. Mheshimiwa Jeli Mkurugenzi na meya wametusaidia kifusi, pamoja na wadau na wananchi, kilichojenga kwa nguvu zetu na nguvu za wananchi cha kwenda kwa mbili yote, kwa ajili ya kuwajali wananchi wetu. Kwa, kwa mbili Wanazogoali wote kwa pamoja tumejenga kwa miti, hicho kinapita mpaka bajaji na pikipiki. Sasa hivi kelele kidogo zile. Ha, obidazia, afya. Kitu ni cha afya. Kipo kituo hicho, kimeanza kufanya kazi, kinafanya kazi vizuri ni ila barabara changamoto ni barabara, kama nilivyoeleza, barabara yetu ni ya michanga naona hasa kipindi hiki cha mvua, tungepata kifusi ingesaidia sana kwenda zahanati. Miundombinu sio rafiki kwa sababu kufika inafika, ila sema kufika kwa wajazito na wale watu wenye ugonjwa mkubwa wanaamua bora waende nguvu kazi au waende zingiziwa, wakati sehemu karibu ipo, bila kutokana na njia imekuwa sio nzuri. Sasa hivi umeingia madaraka mpya na uliingia na mikakati mingi sana. Kile jambo moja ilikuwa za ulinzi na usalama Hali ipo ya ulinzi, kwa sababu ndani ya zugu hali ya ulinzi ni mzuri, japo tuna vikundi vidogo, na sasa hivi tuko mbioni kutengeneza vikundi vingine kwa ajili ya kuimarisha ulinzi. Ila kipitika kipindi hiki kinakuwa kigumu, watu kutembea kwenye maji maji, si tunajua hali imeshakuwa mvua, unaona, lakini kipindi cha jua wanazunguka, lakini bado tunaendelea japo ni wakati wa mvua na bado watu wanaendelea kulinda. Na usalama ukoje, kwamba hakuna vibaka wadokozi? Ah, wadokozi wapo wadogo wadogo, lakini wanadhibitiwa eh, wadokozi hauwezi ukaisha huko, lakini wanadhibitiwa na tayari tushaorodhesha majina yao kwa ajili ya kuyafanyia kazi. Mtabiri wa hali ya hewa kwamasima kutakuwa na mvua ya mara kwa mara, labda unapata zari gani kwa baadhi ya wanafunzi na jamii kuhusiana na kutembea kwenye maji na kwenye madimbwi, na kuna baadhi wengine huwa hawafuniki yale mashimo, wanatokea baadhi ya wanafunzi na jamii jami. Kwa wito wangu, nimeongea na wajumbe wa mashina, tukishirikiana na wananchi kuhusu wale wote waliokosa kufunika mashimo yao, na wazazi kuwasindikiza watoto mida wanapokwenda shule na kuwafuatilia mida wanapotoka shule. Hilo tumeliweka vizuri kwa wazazi na jamii, na sisi wenyewe viongozi wa mtaa kwa pamoja nao <coughs> uh, na kwa, kwa na na wito wangu mimi kama mwenyekiti wa mtaa ni kuomba ushirikiano zaidi huo waliolipa kwa sasa hivi. Nashukuru watu walikuwa wanatoka wanakwenda mitaa mingine kupata huduma, lakini toka tulipoingia sisi, wananchi wanakuja ofisini kwa wingi kupata huduma. Kwa hiyo ni kuomba ushirikiano tuendelee kushirikiana kwa kila jambo, misiba, sherehe na kila kitu na masuala ya ulinzi. Mwisho kwenye kiti tunafahamu Zogoali ni mtaa mkubwa. Upo karibu na makamu wa rais. Kuna neno gani kwa jirani yako makamu wa rais akusikia? Ah, jirani yangu, mimi sina msemo naye ila alikuwa pindi aliporudi nilitoa salamu zangu aliniahidi atakapofika tuta atatuita kama serikali ya mtaa tukaongee naye kama makamu wetu wa rais. Ilo ombi lishakubalika. Kwa hiyo muda wote tu tunamsubiri, atakapofika tutakwenda kuongea naye. Na swala eh, la soko kwa sasa hivi bado limekuwa gumu, ila ndo tuko mbioni kufuatilia swala la soko na swala la sehemu ya kuzikiana. Ilo ndio muhimu sasa hivi, tunaumiza kichwa tupate sehemu ya kuhifadhiana, kwa sababu maeneo yetu kubwa yote tumezungukwa na maji. Kwa hiyo ndio tunataka tufanye mkutano karibuni hapa kuhusu swala la kusikiana na maswala mengine ya kiusalama. Za hali ya umeme kwa kweli imekwenda vizuri asilimia tisini. Ni bado watu wachache wachache wale ambao walikosa ile huduma la elfu ishirini na saba. imerudi kwenye huduma ile laki tatu na hamsini naendelea na wale baadhi ya wachache lakini sio swala la maji. Maji salama una kisima tu upi, na tunategemea Dawasco, tumeshatoka kutia saili kwamba maji yatatokea pugu atakuja Chanika. Mkandarasi bado ipo site, ila bado hajaingia mitaani kwetu. Sasa hivi wanatumia maji ya visima tu, vile visima vya kawaida vya asili. Yani, eh neno langu la mwisho, kwanza namuombea kwa Mwenyezi Mungu azidi kumpa nguvu na afya njema ili itapofika hiyo tarehe wananchi wangu wa Zogoali wampambanie kwa sababu katika mtaa wangu wa Zogoali toka ishirini ishirini na nne kwenda ishirini ishirini na tano ameniingizia milioni 38 katika mtaa huu wa Zogoali, ikiwemo madarasa hayo sita, matundu ya choo, madawati na mambo chungu mzima. Kwa hiyo tunamshukuru sana, naendelea situchoke, ili mradi tu atumalizie barabara yetu kwenda zahanati hiyo. Ndio kero kubwa lakini Mheshimiwa Jeli naye mbunge wetu amesema atalipambania hilo swala, kwa kila mtaa kutupatia angalau barabara moja. Kwa hiyo tunashukuru, wasitusahau.